Hatuwezi tukaachia tukaachiachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria kuweza kuharibu amani alafu sisi wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa. Alislam walinqiyad walkhudu li alislam huwa alkhudu walinqiyad lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ni unyenyekevu Uislamu ni amani. Sasa Mungu anasema waman ahsanu qaula. Ni nani mtu mwema, ni nani mwenye maneno mazuri? wa man ahsan, mm -hmm. ahsanu tena na mm -hmm. Nani mwenye matendo mema zaidi, nani mwenye maneno mazuri zaidi? maneno mazuri zaidi ni haya mangapi? mm -hmm. mm -hmm. na kuanza da ila Allah. Jambo zuri la kwanza duniani ni kumlingania nani? La pili kutenda matendo, la tatu utangaze wewe ni nani, mtu wa amani sio mtu wa haki. Kuna kitu kinaitwa amani, kuna kitu kinaitwa haki, lakini kuna kitu kinaitwa wajibu. Enda kukinukisha vibaya sana au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya watu juhala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 mnahamasishwa muingie kwenye fujo. Ukivunjika mguu, hasara ni yako wewe, lakini hasara ni ya familia yako hapo. Nataka niwaambieni, haya mambo sifichi mimi, nawaambieni kweli. Hata zikitoka ajira leo hapa kwenye nchi, ukienda kuchungulia pale ndani, utaona wazi tu kati ya vijana wa Kiislamu na vijana wa soko wa Kiislamu, utaona vijana wa soko wa Kiislamu ni wengi kuliko vijana wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi ndio tuko jobless wengi Ukisikia mtu anahamasisha, maana yake vijana wengi walioko jobless ndio watoke waende kwenye maandamano. Kwa lugha nyingine, watakayotoka wengi watakuwa vijana wa Kiislamu. Kwa hiyo mimi shekabeki nihudhurie mazishi mengi ya vijana wangu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mimi nakuwa wazi tu. Sasa tu makini, akili za kuambiwa changanya zako. Kijana wa Kiislamu, unakuwa mjanja, sio unakuwa zoba zoba, unazolewa tu. Leo ni, ni... Unataka nini, wewe unataka. Unataka nini wewe? Tulia. Kwa hiyo nimeona niwe nayasema haya na kuwapa shajaa mashehe wa wa wa wa wilaya, wilaya. Na kuna mashehe wengine wanaogopa wa eti kusema ha? Unajua na seku, kama mtu oh serikali, nini? Ala utaonekanaje wewe? Wewe unasema unachokiamini. Sisi CCM ikosea, tunawaambia si, si, tunawaambia. Ikosea si, sisi viongozi wa dini tuko katikati hata watu wa serikali tunafanyaje? Ni waumini wetu. Huyu hapa mkuu wa mkoa, lakini hata aruke, atakaporuka kuna siku lazima nitafute. Mnazijua hizo siku, akitaka kuoa <laughs> ataenda kwa Mama Samia mwozesha. <laughs> Ata kumwombea dua baba yake atanitafuta nitafuti. <laughs> <laughs> Aya, akigoo yee hey, mwenyewe natafutwa sitafutwa yee. <laughs> <laughs> ni mkubwa kwa manzili haya, ni mkubwa kabisa, lakini kuna maeneo lazima arudi kwa kiongozi. <laughs> Mimi kama kiongozi wa dini niliyopewa dhamana na mheshimiwa mufti na shehe mkuu wa Tanzania nikakatiwa ka kipande haka kanakoitwa Mwanza lazima ni walinde watu wangu na hasa ni walinde nyewe vijana wa Kiislamu. Hao ndo hatua ya kwanza, lakini pia ni walinde wa Tanzania, vijana wa Kitanzania ni waamshe bongo zao. Mtu asema, wewe anatafuta sifa, anatafuta kapigwa hela. Mimi naweza nikaongwa shilingi ngapi? Eh, msema wewe, mimi naweza kununuliwa kwa shilingi ngapi? Thamani yangu. Mimi najitambua Sheikh. Mimi siwezi kufananishwa na hela. Na ukinipa hela nachukua. Lafu yes. yeah, no, no. bisi yeah. mtu wa mjini yeah. shekhe yeah. okay, yeah. Wao kinipa hela mimi nachukua. Yeah. Yeah. Lakini msimamo wangu tulinde amani. <laughs> Na nimeasema haya, mtu asiakasaa shekhe beke naye akishaona viongozi wa serikali ndio, yeah. anatomboka. Ah <laughs> ah ha, ha, haya anayasema kila siku na nyema shahidi. Yeah. Yeah. Hakuna hadhara ninayokwenda siwaambieni haya <laughs> na ndio maana sikumleta kwanza, aseme yeye yeye, amekuja tu kutusalimia, lakini hii ni hadhara yetu mm, lazima tuambizane sisi yale ambayo yaliyoko ndani yetu mm. Na wasi nitasikitika, nitahuzunika nikimuona kijana wa Kiislamu amejiingiza kwenye jambo ambalo linavunja heshima mpaka ya dini yake mm. Nitasikitika, nitahuzunika nikimuona kijana wa Kitanzania awe Muislamu, asiwe Muislamu, amejiingiza kwenye jambo ambalo hali muhusu. Mtume anasema, anamaliza izhad

Mtu akituchezea tunatoa oda tu, jamani, misikiti yote iseme hivi. Halafu siku hizi Bakwata tuna utaratibu wa kufuatilia, tunakufuatilia wewe imamu ulisema kama ukusema sisi na wewe unatuachia hiyo nafasi eh. Sisi tuko kwenye kipindi ambacho lazima tuiengeenge nchi eh, kipindi cha cha mchaguzi ni kipindi kigumu, kipindi inataka watu kuchukua tahadhari kubwa. Sio kila mtu anasema tu, yako maneno wanasema Waarabu wa lil hadithi bakia eh, maneno mengine yanaachwa, sio kila neno linasemwa tu.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 Wallahi, wana na makosa wako Butimba bali. Na hapa ninapaza sauti viongozi wa serikali wasikie, na na wenu pale Butimba na majigereza mengine. Tunamshukuru Rais Samia Suluh Hassan. Mungu amlipe kila laheri na amtengenezee mambo yake. Alipoingia madarakani, ndio akaanza wa kuwatoa wale. Muulizeni katibu cha nila huyo, huyu mzee Moshi aliofariki. Sisi tuna orodha pale ya vijana walioko jela. Mmesha nisikia hata siku moja niwaambie watoke tuandamane? Sasa tunajua kuna nchi, Taratibu za nchi zaweza kufuata sheria. Mimi siku moja nilishaenda kwa kiongozi mmoja mkubwa wa serikali kumwambia ana kijana wetu kakamatwa na hivi na hivi, akaambia, Sheikh Abeke nenda kalale. Bwana, tusaidie huyu hasa Sheikh Abeke, kalale, umjui huyu kijana wako. Akaniita sasa peke yangu ama Sheikh, Njoo akanionyesha vyombo Kasemae ah, mshikeni hivyo hivyo <laughs> serikali. hehe i serikali kuna mambo unaweza unaeza kuonyeshwa we ukasema, huyu mwanangu wallahi hajashiriki kubekashiriki. Tuiachie serikali ifanye kazi yake. siu enielewa, masheeakata mnanielewa, maimamu mnanisikia. Mimi ndio sheewenu wa mkoa na haya ndio maelekezo. Tuambie watu watulie natusihamasike kuhamasishwa na kitu chochote, na kina mama na kina baba mahaliadn wewe una dini kiongoziwako wakidiiana wa anakutaka utulie, usijingize kwenye mambo mm ya ya mm, na tuna nafasi ya kutusikiliza, nafasi ya kuzungumza naye tukimtaka waziri, tuambie waziri, njoo tuzungumze. Jamii ya Kiislamu inataka kusema, jamii ya Kikristo inataka kusema, kwa tunachotaka sisi hapa, tunaengaenga amani ya nchi, na hii mihimili iachiwe ifanye kazi yake. Na nyie mnaingia WhatsApp, mnaingia kwenye magrupu, kazi yenu kucheka tu, umeona? <laughs> <laughs> Hiyo na unachangia ah, kama unaweza jibu, utashangaa. Ni maneno ya uongo kwenye magrupu haya kwenye ma, ma, ma, ma Facebook, vijana wa Kiislamu, bora hamsemi nyie. Ninashambuliwa, mmo tu, maisha kazenu wanatukanwa, mmo tu kimya, na wengine wasema acha waambiwe bana, masho siku hizi wala ubwabu watu na hata mtetea shekhi nyie na hata mtetea mufti. Mufti, mufti kakemea watu wanasema acha kinuke, afu eti kwa kusema hivyo mufti anatukanwa, afu nyie mnakaa kimya. Mufti ameitetea nchi. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachiaachia tu hivi mtu anajaribu kuleta viashiria vya kuweza kuharibu amani, alafu si wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu, kwamba hivyo ndio sawa, sawa mufti iko sawa. Tunataka kusikia mashauri, wakati mmesema kumuunga mkono mufti mtu anayesema acha kinuke, tumlani jahil murakabu. Si tunafanya mambo haya dini shekhe kwa njia raha na furaha, kwa sababu akijanuka pale Burundi pale ushemchendo anajua sana mi nazaliwa Kigoma Ujiji, Sheikh Alujiji. <laughs> <laughs> <laughs> Hey. Pale sisi ni mpakani na nini na, Rua, na Burundi na Congo, tunajua madhara ya vita tunajua madhara ya vita. Sasa mi nikiwa shekhe wa mkoa wa Mwanza siwezi kuruhusu eneo ninalolisimamia liparaganyike. Mungu anasema waman ahsanu qaula, ni nani aliyetangaza neno zuri. Ni nani aliyesema neno zuri Mimman kuliko yule daa ila llahi, aliyemlingania Mungu, aliyelingania watu waje kwa Mungu. Huyu ndo mtu wa kwanza aliyesema neno zuri. Yani mtu wa kwanza aliyesema neno zuri ni yule aliyetangaza uwepo wa Mungu, aliyetangaza hofu ya Mungu, aliyotangaza upweke wa Mungu, aliyewahamasisha watu waje kwa nani? Kwa Mungu. Huyo ndo mtu wa kwanza bora. Mungu kasema mambo matatu Haya matatu ndiyo yatangazwe. La pili, wa amila saliha, mtu wa pili bora ni yule aliyeunganisha kuita watu kwa Mungu na kutenda matendo mema.